Hero mambo vipi? Uh, leo nitakuelekeza namna ya kubadili password kwenye wifi ya Airtel 5G. Nikukumbushe usisahau kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video yetu ili kuwa wa kwanza kupokea notification pindi niwekapo video. Okay, utaenda Google Chrome au Chrome. Kwa watu wanaotumia iPhone utaenda kwenye application inayoitwa Safari kisha utasearch hizi hapa namba 192.168.1.1 halafu uta search ukisha search, itafunguka kwa mfumo wa namna hii hapa. Unacho deal nacho kwa sasa hivi hapa ni utaenda hapa palipoandikwa log in, and then utakwambia uweke password pamoja na username kwenye wifi zetu za Airtel username ni admin, lakini pia password ni admin kama ilivyo kwenye username kwa herufi ndogo zote, and then uta log in. Ukisha log in kama hivyo, utaachana na yote yaliyoandikwa hapo, deal na hapa palipoandikwa wifi setting, unaona, utabonyeza una hapo, and then itafunguka kwa mfumo wa staili ya namna hii. Hapa utabonyeza hapa palipoandikwa jina, ambalo ndio hilo linaloonekana. Kwa hiyo utalifuta, utalifuta lote, and then utaandika unalolitaka mfano, mi naitwa Francis, kwa nitaandika Francis, and then kwenye password hapa nitaandika nayoitaka, pia kwa nitaandika ni Francis 123, and then utasave. Ukisha save tu tayari unakuwa umebadilisha password kwenye wifi ya Airtel 5G. Thank you, usisahau kubonyeza subscribe kwenye channel yetu.